Kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya thelathini na moja, na ya thelathini na mbili. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, mahala popote ulipo, na kukaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro. Karibuni sana watu wa Mungu, unaweza pia ukaandaa Biblia yako, karibu, ili tunaposoma neno la Mungu na wewe unasoma kwa kufuatilizia kwenye Biblia yako lakini pia unaweza ukasoma nasi kwenye chaneli yetu ya YouTube na Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, ambapo katika chaneli zetu itakupa nafasi ya kuendelea kusoma kwa ukaribu zaidi na kuendelea kulielewa neno la Mungu. Basi wapendwa, tufungue kwa sala ili tuanze rasmi usomaji siku ya leo. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunaendelea kukushukuru kwa uaminifu wako, tunaendelea kukushukuru kwa mapenzi yako makubwa. Tazama, tumekusanyika watoto wako kutoka maeneo mbalimbali, tukiamini kwamba we ni mwaminifu na upendo wako uko na sisi. Tunaomba Roho Mtakatifu tusaidie kwa neno lako. Ewe Bwana, tuendelee kukua na tuendelee kuongezeka, tupe neema, tuendelee kuwa hodari maana umetufanya kuwa chumvi na neno lako likoleza imani zetu, ili nasi tukakoleze za wengine. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni Yoshua Bin Sira thelathini na moja thelathini na mbili Sura ya thelathini na moja Kuzilinda mali kwa dhoofisha mwili na kuzisumbukia kwa ondoa usingizi, pia kuzisumbukia riziki hufukuza usingizi zaidi ya ugonjwa mbaya unaomzuia mtu asilale unono. Mtu aliye tajiri hufanya kazi katika kukusanya mali, naye anapopumzika amejaa anasa zake. Mtu aliye maskini hufanya kazi katika upungufu wa riziki, na yeye anapopumzika ameingia uhitaji. Mpenda dhahabu hata hakikishwa naye aifuataye faida atapoteza njia. Watu wengi wameangamia kwa ajili ya dhahabu, na upotevu wao utawakuta uso kwa uso. Ndivyo kikwazo kwa wale wanaoitamani, na kila mpumbavu atanaswa moyo. Yu heri tajiri aliyeonekana hana ila, hakuifuata dhahabu wala kuitamani fedha. Ni nani huyu nasi tutamwita heri? Ametenda mambo ya ajabu kati ya watu. Nani aliyejaribiwa akaonekana amekamilika? Ajisifie hasa maisha ya amani maridhawa. Nani aliyeweza kuasi wala yeye hakuasi, aliyeweza kutenda mabaya wala yeye hakuyatenda? mapato yake yatathibitishwa kwake na kukusanyika, watatangaza sadaka zake. Mwanangu, ikiwa umeketi mezani pa mkuu, usiwe na choyo pale pale, wala usiseme a, vyakula vingi hapa. Fikiri ya kuwa kijicho ni uovu, hakuna kitu kilichoumbwa kibaya kuliko jicho kwa hiyo latoka machozi kwa kila sababu. Usiunyoshe mkono wako kila utazamapo, wala kujisogeza pamoja nao kwenye sahani. Fikiri apendavyo jirani yako, na kwa vitu vile usivyopenda tumia busara. Kula vitu vile vilivyowekwa mbele yako kama impasavyo mtu mzima ila usile kwa pupa, usije ukachukiwa. Uwe wa kwanza kuacha kula kwa ajili ya adabu. Tena usiwe mlafi, usije ukachukiza. Na iwapo unakula pamoja na wengi, usiunyoshe mkono wako mbele ya jirani yako. Mtu mwenye adabu aweza kushiba kwa chakula kidogo tu, wala hatapiki kitandani pake maumivu ya kukosa usingizi na msokoto na tumbo humpata asiyetosheleka. Usingizi wenye afya hutoka katika kula kwa kiasi. Mtu huondoka mapema na akili zake anazo. Iwapo umeshawishiwa kula sana, uondoke katikati, nawe utapata raha. Mwanangu, Unisikilize, usinidharau. Mwishowe utaona maneno yangu ni kweli. Katika matendo yako yote uwe na kiasi, dhara lisikujie. Aliye mkarimu wa chakula, midomo itamsifu na ushuhuda wa wema wake utathibitika. Aliye bahili wa chakula, mji utamzomea na ushuhuda wa ubatili wake utathibitika. Usijionyeshe kuwa hodari wa kunywa kileo, yaani mvinyo; imewaangamiza wengi. Tanuru huharibu kazi ya mhunzi, na mvinyo mioyo ya watu katika ugomvi wa wenye kiburi. Kwa wanadamu mvinyo ni kama maji ya uzima, ukinywa kwa kiasi. Je, anao uzima gani mtu asiye na mvinyo? Nayo imeumbwa ili kuwafurahisha wanadamu. Mvinyo ni furaha ya moyo na changamko ya roho, ikinywewa kwa wakati wake na kwa kutosha. Lakini kunywa mno ni uchungu wa roho na fedhea na ugomvi. Kileo humzidishia mpumbavu mitego ya kumletea hasara. Hupunguza nguvu na zaidi huleta jeraha. Usimkaripie jirani yako penye karamu ya mvinyo, wala usimdhihaki anapocheka, wala usimwambie neno la shutuma, wala usimnyenye kwa kutaka alipe deni. Sura ya thelathini na mbili. Je, umechaguliwa mkuu wa meza? Usiinuke. Uwe miongoni mwao kama mmoja wao. Uangalie na kuwaketisha vizuri. Ukiisha kufanya kazi yako, ukipokee kiti chako. Uifurahie heshima yao na kuvishwa shada kwa uangalifu wako. Wewe uliye mzee, useme maana ya kupasa, walakini kwa maarifa yenye njia. Wala usizuie kuimba, usikupue maneno panapo mchezo wa kuimba, wala kutembeza hekima yako wakati usiofaa. Kama muhuri ya yakuti katika kijalizo cha dhahabu, ndivyo alivyo tarabu penye karamu ya mvinyo kama muhuri ya zumaridi katika kazi za dhahabu ndivyo ilivyo tafrija pamoja na divai tamu. Wewe uliye kijana, useme ikiwa unatakiwa, walakini kwa shida, ukiulizwa mara mbili. Katika maneno mengi, kwa machache uwe kama ajuaye, lakini akaa kimya miongoni mwa wakuu usifanye sawa nao, na mwingine asemapo usidukize maneno yako. Kutangulia ngurumo umeme hupita kasi, na mbele ya mwenye haya kibali hutokea. Basi uondoke mapema, usiwe wa mwisho, uende nyumbani kwako, usikawie. Ndipo utakapo starehe na kufanya mapenzi yako, walakini usifanye dhambi ya kujivuna. Kwa hayo yote umuhimidi yeye aliyekuumba na kukumwagia mema yake. Amchaye Bwana atakubali mapigo yake, na wamtafutao mapema watapata kibali. Mtaali Torati atashiba Torati, bali mnafiki atajikwaa humo. Wamchao Bwana wataelewa na hukumu, na kuangaza matendo mema kama nuru. Mwenye jeuri hukataa kukemewa, ajivutia Torati kama atakavyo. Mwenye shauri hatadharau dokezo, bali mwenye kiburi hapokei mafundisho pasipo shauri. Usifanye neno kisha kulifanya, usije ukajuta. Katika njia iliyoparuza usiende, wala kujikwaa katika jiwe mara mbili. Hata katika njia laini uangalie na kujiadhari mapito yako katika kila kazi uiamini roho yako, atendaye hayo huishika amri. Aishikaye Torati huihifadhi roho yake, wala amwaminie Bwana hapati hasara.